Jambo mtazamaji na msikilizaji, popote pale ulipo. Jina langu ni mwalimu Ayubu Mwiti na somo letu la siku ya leo ni kuhusu uh, kupea wanafunzi wa grade ya 4 na tano ushauri, namna ya kuweza kuandika kuhusu uh, insha za wasifu, yaani insha ya kutoa sifa za kitu, mtu au mahali. Katika insha hii ya leo insha ya wasifu tutaweza kuleta insha ya mwalimu wetu, na pia tunaweza leta insha ya mwalimu ni mpendae, daktari ni mpendae, pia tunaweza leta shule yetu, tunaweza leta pia mwalimu wetu wa Kiswahili na pia tunaweza leta rafiki ni mpendae. Katika mfano wa insha ya wasifu mwalimu wetu ni kiwango cha gredi ya nne na tano. Gredi ya sita iweze kuwa insha za wasifu kama vile mwalimu wetu, la hasa tunayasaletewa insha zingine kuhusu kiasi kama vile umuhimu wa miti, faida za miti, faida za mazingira, faida za michezo, faida za kufanya mazoezi. Unaona? Tuende kazi. Mambo muhimu ya kuzingatia unapoandika insha ya wasifu mwalimu wetu. Jambo la kwanza, hakikisha hati yako iko nadhifu, ama hati yako ni nadhifu, na hati ni mwandiko. Andika kwa mwandiko mzuri, chonga herufi vizuri, kama unavyoona kwenye skrini. Nambari ya pili, mada au kichwa kiwe wazi, kijitokeze bila kujificha, yaani kiwe waziwazi wazi. Nambari ya tatu, utangulizi. Tuone utangulizi ukiwa uh, wazi. Tambulisha mwalimu wako kwa jina lake. Kwa mfano wangu anaitwa Bi Amina. Anafundisha nini? Anaonekana aje? Kwa nini unampenda? Hayo yote ni katika aya ya kwanza, utangulizi katika haya ya kwanza mtambulishe mwalimu wako kwa jina lake. Anafundisha nini katika darasa lako, ama yeye anakufundisha nini? Na ikiwa hakufundishi, basi yeye huwa anafunza nini? Anaonekana aje, yaani mkao wa nje, yeye ni mrefu, ni mfupi, anapenda kuvaa namna gani, kwa nini unampenda? Kwa mfano mimi napenda Bi Amina kwa sababu yeye ni mpole. Jambo la nne, zingatia mwili wa insha, tabia zake. Yani mwili wa insha uonekane tabia zake nzuri, ukarimu, mwerevu, mvumilivu, mwaminifu na mengineyo pia taja namna anavyofundisha wanafunzi. Kwa mfano wangu, anafundisha kwa njia ya upole na unyenyekevu. Toa mifano ya matendo darasani, huwa anatenda nini darasani, anafanya nini na anachukia nini. Yeye anapenda uchafu? la hasa, wangu apendi uchafu, yeye hupenda usafi, anapenda kuona darasa likiwa safi. Jambo la tano: hitimisho. Tuone hitimisho ikinjitoka ikinjitokeza katika aya mwisho. Ni aya fupi iliyo beba ama iliyonjengwa kwa, kwa, kwa, kwa sentensi mbili au mistari miwili au mitatu. Mfano, toa maoni yako binafsi. Unajifunza nini kutoka kwake? Nje, unashukuru kazi yake, unapenda kuwa kama yeye nb yaani not beta kwa katika kiingereza twasema nb kumbuka kutumia lugha sanifu na inayoeleweka epuka makosa ya wazi na ya sarufi hakikisha sentensi zako zimekamilika na ziko fupi kwa hivyo weka insha yako iwe fupi. Aya mistari yako iwe mifupi na iliyokamilika, na uakifishe sentensi zako. Mwishoni mwa sentensi tia kitone. Hebu tuone mfano ambao nimekuandalia. Mwalimu wetu, tunasoma kuhusu mwalimu wetu. Twende kazi. Mwalimu wangu anaitwa Bi Amina yeye ni mwalimu wa Kiswahili katika shule yetu. Ana umri wa miaka miaka thelathini. Yeye ni mrefu mweupe na mwenye tabasamu ya kumtoa nyoka pangoni na kumweka kwenye mpango. Kwa kweli, yeye anapendeza. Aya ya pili: Bi Amina Anapenda kazi yake na hutufundisha kwa bidii kila siku. Yeye hufika darasani akiwa amebeba vitabu vyake. Tunaelewa masomo yake kwa sababu anafunza kwa upendo pia yeye husisitiza heshima na nidhamu kwa, wana, kwa wazazi na walimu wetu. Aya ya tatu. Mwalimu huyu ni karimu na mwenye heshima kwa wote. Akiona mwanafunzi akiwa na huzuni, yeye humufikia na kumsaidia. Ndiyo maana sisi wanafunzi tunampenda. Mwalimu huyu anapenda mchezo wa kandanda. Sasa hapa tunajibu swali, anapenda nini? Kila Ijumaa, sisi huenda uwanjani kucheza naye, hutufunza namna ya kupasi mpira yeye hupenda kula pilau. So yeye hupenda nini? Hobi, anapenda kula pilau, anapenda kucheza mchezo wa kandanda. Watunatembea wa, watuna naye uwanjani siku ya Ijumaa ili kuweza kucheza ule mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda ni mchezo wa soka. Aya ya tano na ya mwisho, ningependa kuwa kama Bi Amina. Sasa hapa tunatoa maoni yetu binafsi, tunampenda ama tumpendi. Uh, yeye ni mfano mzuri wa kuigwa na kila mmoja. Nashukuru Mungu kwa kuwa ametupa mwalimu mzuri kama yeye. Mungu amubariki, na muongezee maisha, ampe maisha marefu, aendelee kuhundumia ama, watoto wetu ama watoto wengine. Musikilizaji na mtazamaji, hivi ndivyo tunavyoandika insha ya wasifu kuhusu mwalimu wangu, mwalimu wetu. Pia hata kama ni mwalimu wangu wa darasa vivi hivi, ndivyo unaweza kuandika insha yako mzuri, na ni insha ambayo ni nzuri isiyokuwa na makosa ya kisarufi. Ikiwa umeipenda na pia umependa maelezo yangu, nilivyokueleza namna ya kuandika insha yako ya kuhusu mwalimu wangu, mwalimu wetu, mwalimu wangu wa darasa. Ama pia, rafiki yangu, naomba uweze kutia kindole chako juu ya alama ya, kisha bonyeza like, alafu ukomenti pale chini, upe useme umeipenda, nami nitafurahi. Popote pale nilipo, nitaweza kujua kwamba kazi yangu imeweza kusaidia wengi. Uwe na wakati mwema, na wakati unjao tutaangalia insha ya rafiki. Ni mpendae subscribe ikiwa unja subscribe, ili tuweze kupatana in the next video. Kuwa na wakati mwema na ubarikiwe, inshallah.